M, makamu mwenyekiti, uongozi uliopita ambao ulikuwa ukiongozwa na Freeman Mbowe, kukaa kwake kimya kunatajwa kama moja ya changamoto ambazo sasa hivi mnazipitia. Kuna uhusiano gani wowote wa ex chairman ambaye ameshapita muda wake na kile mnachokipitia sasa hivi? Tunachokipitia ni kipi? Changamoto kama hizi zilizopo sasa hivi, chama T hiki kina wanachama milioni nane kaka mm, milioni nane kwenye mfumo wetu Nzuri. Mm, na watu wameondoka wengi sana maarufu, mm. Watu wa kawaida na wakati huo huo wa watu wanaingia wengi sana mm. Uliona una unaona tuko kwenye ziara, umeona chama kimetetereka kwa wananchi? No, wananchi wanazidi kuiunga mkono zaidi Chadema, kwa sababu linabeba ajenda zao. Watu wachache ambao wanasema kwamba walikuwa na ndoto za kuwa wabunge. Kwa hiyo e, tunaposema no reforms tunakatisha ndoto zao. Nafikiri walijiunga kwenye mageuzi, kwa bahati mbaya hawakujua maana ya mageuzi hmm. E, mageuzi ni ndoto za wananchi, sio ndoto personal za kuwa mbunge. Wewe hata mimi natamani niwe mbunge na na jimbo, na nimewahi kuwa mbunge, lakini ndoto za wananchi zinapokoraidi na ndoto zako binafsi, ndoto za wananchi zinasimama paramount Ndoto za wananchi ni kuona chama chetu kinapigania mabadiliko, yanapatikana, tunaingia kwenye uchaguzi huru na haki, tunapata viongozi ambao watakwenda kurudisha rasilimali za nchi mikononi mwa wananchi, ili, maisha ya wananchi, ili, wa, wananchi njaa, ta, ili maisha ya wananchi yabadilike, ili wananchi hao wanaolala njaa kwenye nchi tajiri waweze kupata chakula, ili watoto wetu wapate elimu nzuri na bora ili tupate miundo mbinu inawezekana, kwa sababu nchi ina rasilimali nyingi sana. Sasa hizo ndio ndoto za wananchi. Ndoto za mtu mmoja mmoja kutamani kuwa mbunge, e, nafikiri yeye anaweza kutafuta sehemu ambayo atapata ubunge, ilo wala hatulizui okay. hilo wala hatuna shida nalo, lakini sisi tutasimamia ndoto za wananchi, ndoto za Watanzania, ndoto za kuona watoto wao wanapata elimu bora, na chama hiki kilianzishwa kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kubadili mfumo wa uongozi wa nchi yetu ambao umeharibu nchi kwa muda mrefu. Kwa hiyo, hilo ndio paramount kwetu.